Yesu asifiwe sana. Kuna wengine hawakuja kanisani kwa masaa changire. Hano akaya. Ora <laughs> Yesu <Bale> asifiwe sana. <laughs> Ishindo lakini hano akaya. Inaweza kuwa namna gani? Sio kitu ambacho unataka kufikiria. Weka imani yako kwa Mungu. Usiweke imani yako kwa watoto wako, mama Chacha. Usiweke imani yako kwa watoto wako. Weka imani yako kwa Mungu. Watoto wanaweza wakakusahau, lakini Mungu hawezi akakusahau. Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria wanaweka imani yao kwa Mungu na wanasema hakika Bwana atakutukumbuka. Wanakataa chakula cha mfalme, na ukweli, baada ya siku kumi, Biblia inasema wakapimwa, wakachunguzwa, wakaangaliwa. Biblia inasema wakaonekana walikuwa wazuri zaidi kushinda waliokula chakula cha mfano. Toa mawazo yako kwa watu, toa mawazo yako kwa vitu, weka imani yako kwa Mungu aliye hai. Haleluya, weka imani yako kwa Mungu aliye hai. Wengine wenu mumechukua insurance, mumejiamini kwamba kikiumana, insurance itanisaidia wengine wenu mmetunza hela benki mkiamini kwamba kwa sababu kuna hela utapata msaada. Kumbuka Apostle Simon alituambia nini? Alikuwa na pesa lakini akapata ajali, si mnakumbuka ile alama ya hapa? Akapata ajali, akiwa hospitalini akajiuliza, yani nilikuwa ninakufa, ninaacha Prado na ninaacha hela kwenye account. Sasa hela ilikuwa inamsaidia nini? na alikuwa anaenda haleluya. Nikawaambia hapa siku moja, kuna ndugu ambaye alichukua insurance. Mke wake alikuwa mjamzito, akachukua insurance ya laki tano ya kujifungua tu, laki tano kujifungua insurance. Naona mama anauliza, mzee wewe umechukua ya ngapi? <laughs> Sikiliza kwanza, akaweka tumaini lake na imani yake kwa insurance kwamba mke wake ataenda hospitali kubwa ajifungue vizuri, kama ni operation atafanywa tu sawa, 500000 insurance, amelipa premium. My friend, mama si anaenda kliniki, anaambiwa eh, ikifika siku zimekaribia, wewe unatembea tembea, si wewe mnaambiwa hivyo, unatembea tembea, fanya zoezi. Mama wa watu akifanya zoezi, anatembea tembea, amefika kwa mama, kwa mayembe na kwa makabeji yenye ameoza, anachukua maembe hapo akule hapo kwa makabeji yaliyooza na kwa mayembe ndio anajifungulia mtoto 500000 inaenda. <laughs> Imani kwa laki tano, sio ya Tanzania ya Kenya, inaenda hivyo. Wewe umeweka imani yako wapi? Halo, umeweka imani yako wapi? Umeweka imani yako wapi? Nitakujaribu, tuone Nifanye jaribu tuone. <laughs> Ee, tunasema kwa Mungu, kwa Mungu, kwa Mungu. Na hata mtu akifanya hapa mtu akitoka hapa tu na, na sime aseme wale ambao wanaimani kwa Mungu inua mkono utainua. <laughs> Okay, wachana na sime na bunduki AK 47 aseme tunataka wale ambao wanaimani kwa Mungu tupige kisasi wagap atainua mkono, tukupige risasi. Nani atainua mkono hapa apigwe risasi? tameweka imani kwa Mungu. Ona saa hii hakuna bunduki, lakini hakuna mtu ameinua mkono. Sasa bunduki kitokea bwana <laughs> Yesu asifiwe sana. Weka imani yako kwa Mungu, usiweke imani kwa vitu vinavyoonekana. Kila kitu kinachoonekana kitapita, Kitaharibika, kitaharibika, kila kinachoonekana mwisho wake unafika eh? Uliza hawa mama wazee hawa venye walikuwa wanalipa wakiwa wasichana, wanaume kumi na nane walienda uchumba kwao, na saa hii hata mtu akipewa bure sema ha-ha. hata aongezwe ng'ombe atakataa <laughs> lakini wakati wao walikuwa sawa sana. Mama Chacha tika tuwe. Lakini wakati wakati wao walikuwa sawa. Acha kuweka imani kwa sura yako. Haka kasura mtu anajiangalia asubuhi, haka kasura, haki lazima tu nitapata bwana mzuri kweli kana, sababu wam kwewekn tashangaa, weka imani yako kwa Bwana si kwa sura yako. Asifiwe Yesu, haleluya! Salimia jirani, mwambie ni wewe tunazungumzia, ni wewe tunazungumzia. Weka imani yako kwa Kristo, weka imani yako kwa Bwana, sio kwa watu na kwa vitu. Danieli anaweka imani yake kwa Bwana, na kwa sababu hiyo, kila wakati unaona maisha ya Danieli yanapanda ya kipanda ya kipanda. Ukiendelea kusoma utakuta Danieli hata miujiza iliyofanyika, huyu ndio huyu ambaye amerushwa kwenye tundu la simba, lakini simba hawakufungua midomo kwa sababu Danieli alikuwa ameweka imani yake kwa Bwana. Tuweke imani yetu kwa Bwana. Hata wakati tutarushwa kwenye matundu ya simba kwa sababu ya imani, bado tutasimama, tumethibitika. Sema amen niliyohai. Sema amen niliyohai. Sema amen niliyohai. Sema nitamwamini Bwana. Sema nitamwamini Bwana. Sema nitamwamini Bwana. Sema nitamwamini Bwana. Sema nitamwamini Bwana. Nita nitamwamini Bwana. Sitaamini my payslip. Sitaamini matokeo ya mtihani. Sitaamini course ninayoitwa. Sitaiamini. Nitamwamini Bwana. Haleluya, nitamwamini Bwana. Kuna watu ambao walifanya kosi na hata wakapata kazi sehemu ambayo sio ile kosi yao yenye walifanya. Wangeweka akili zao kwenye kosi, wangeenda hasara, lakini ukiweka akili yako kwa Mungu, Bwana anakufungulia njia pale ambapo ametaka. Weka imani yako kwa Bwana. Kanisa la Pefa Custom, weka imani yako kwa Bwana, weka imani yako kwa Bwana, weka imani yako kwa Bwana. Na narudia kusema, weka imani yako kwa Bwana. Ukiweka imani yako kwa Bwana utamuona Mungu hapa, sio sehemu nyingine, hapa kwa haya madhabahu, kwa sababu tukiweka imani yetu kwa Bwana kuna watu watafunguliwa njia ya biashara kwa haya madhabahu to kwa sababu ya imani yao kwa Bwana. Hata huwa naomba hapa nikitabiria watu waanze kupata biashara ya nchi za nje, anatoka nje anasema, pastor, I'm going out for one month, naenda Hong Kong, hallelujah. Kirudi narudi na baraka za Bwana. Hataki muende Dar es Salaam kwa matatizo ile, hii iwe ya mwisho. Mwanza kwenda Dar es Salaam kwa sababu ya biashara. Yaani wangu hivi, kwa hiyo hata kugamba Dar es Salaam toka haminia hii ni kuambia kweli siku hano. What is wrong with you? Yaani, umeuza mchicha ambao unaona kila wakati ni mchicha tu. Nikisema Dar es Salaam hauniamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atufungulie njia. Tukiweka imani yetu kwa Bwana, Bwana atafungua njia. Nasema Bwana atafungua njia. Nasema Bwana atafungua njia. Nasema Bwana atafungua njia, Bwana atafungua njia. Bwana atafungua njia hata hili kanisa. Wewe subiri tu, imani niliyonayo ni kubwa sana, hata iwe nini, hata iwe nini. Hii shule itanunua mashamba siku moja tutakuja kuwa na hospitali kubwa sana tutakuja kuwa na shule kubwa sana haleluya. Na intention sio pesa, intention ni kusaidia watu. Hospitali hata wanalipa nusu ya madawa tu na ya madaktari. Naona watu wanatibiwa, na kabla watu watibiwe, wanawekewa praise and worship, inaabudu kwanza, wanaguzwa roho, halafu wanatibiwa. Sasa praise and worship musianze kuimba ujinga, mnaimba hapa, hiyo haiwezi ponya mtu. Fanyeni zoezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio tunaenda, hapo ndio tunaenda, na tunahitaji watoto wetu wasomee unasi, ili tukijenga hospitali tuajiri watoto wetu. Tunahitaji watoto wetu wasomee ualimu. Tunahitaji principal kutoka kwa hii kanisa Mwenye ana imani kwa Bwana, mwenye hata kula fi. Salimia jirani muulize, wewe utakula fi ya watoto. Lidia, Lidia utakula fi. Tukikuweka principle. Bwana Yesu atusaidia sana. That is where we are heading to. Hapo ndio tunaelekea. Tutakuwa na magari kila mtaa, uko na gari lako. Nafika saa mbili, watu wanajiweka kwenye gari wanakuja kanisani. Baada ya ibada Gari linarudisha watu kwa mtaa wao. Kuna gari la Kohego, kuna gari la Nuru, kuna gari la Nyasisi, kuna gari la Isibania, kuna gari la Highway, kuna gari la Tanzania, kuna gari la Custom, kuna gari la Nyabikai, kuna gari la kila mtaa. Hapo ndio tunaenda. Weka imani yako kwa Bwana. Weka jirani yako, mwambie angaliangalie vizuri, usifikiri nitaendelea kukaa maskini hivi. Usinizoe, mwambie usinizoe. Hivi Bwana anakuja, Bwana atatenda, Bwana atanikumbuka, Bwana atanisaidia, Bwana ataniinua, Bwana atanibadilisha, Bwana atanibariki. Haleluya! Weka imani yako kwa Bwana, weka imani yako kwa Bwana. Wengine mtabarikiwa, mtanyonyesha mapacha ananyonya pande hii na ananyonya pande hii Hai. Wewe unafikiri utaisha hivyo? Nataka uambie jirani, ukiwa serious, mwambie, maswara ya kuja matanga yangu hairisha maana hayapo. Mwambie tu kwa ujasiri hayapo, hayapo. Mwambie tena hayapo. Mwambie tena hayapo Niko hapa kushuhudia Bwana, niko hapa kuona wema wa Bwana, niko hapa kuona matendo makuu ya Bwana. Niko... imani yangu iko kwa Bwana, imani yangu iko kwa Bwana, imani yangu iko kwa Bwana, imani yangu iko kwa Bwana. Nikaona ni ni mtu mwingine anauliza swali ya ujinga kwa mtandao, nikasema tu nikukosa tu nikukosa hekima. Eti akauliza, eti huyu pop mbona amekataa sana kwenda mbinguni, kwani mbinguni ni kubwa? Eti amekataa kufa. Unajua pop pop wa hospitalini, mnajua hivyo, si ndio? Pop pop wa Catholic ako hospitalini, eh, ana anaitwa nani kwa Kiswahili, anaitwa nani? Papa. Papa Francis ako hospitalini sasa. Mtu wa ujinga tu kwa mtandao nauliza, kwani kama mbinguni ni nzuri, si angekubali aende? <laughs> mbona anakataa kwenda mbinguni? <laughs> inakataa inaonekana hii mbinguni sio nzuri. Nikasema nikukosa kufahamu. Hata ukikufa saa hii, hakuna mbingu unaenda, unaenda kutusubiri. Sasa kwa nini uende kusubiri watu na kuna kazi, kama kuna kazi ngumu ni kusubiri watu ushaienda, unataka kuone mkubwa, umekaa hapo inje kusubiri. Hiyo kazi ni rahisi? is the hardest job. Hakuna mbinguni unaenda, tutaingia mbinguni wote siku moja, hata wanaokufa wanaenda waiting place. Sasa kuna haraka gani? Mwambie jirani, sina haraka ya kwenda hapo, sina haraka, lazima nikule mema ya nchi kwanza. Biblia inasema watakaoti watakula mema ya nchi, hiyo ndio tamalizana nayo kwanza, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, wote walioweka imani yao kwa Bwana Yesu watakula mema ya nchi. Weka imani yako kwa Kristo, utembee kutoka kwa utukufu hata kwa utukufu mwingine. Usiweke imani yako kwa mtu yeyote, usiweke imani yako kwa mtumishi wa Mungu, weka imani yako kwa Kristo. Kristo, yeye peke yake ndio atakayekusaidia. Na kama unataka uthibitike, kama unataka uendelee kuona baraka, kama unataka uendelee kufurahia kama unataka utembee kutoka kwa utukufu mmoja hata kwa utukufu mwingine, weka imani yako kwa Yesu, weka imani yako kwa Yesu. Lolote linalokusumbua, weka imani yako kwa Yesu, litayeyuka tu. Yesu ni moto ulao, lolote ambalo linakusumbua, huo moto utayeyusha, utayeyusha utayeyusha utayeyusha. Nasema moto wa Yesu utayeyusha, utayeyusha, utayeyusha kila matatizo, kila magonjwa, kila madawa ya adui, yale yote uliyorushiwa, moto wa Yesu utayayusha. Sema amen. Moto wa Yesu una uwezo wa kuyayusha. Naomba usimame kwa miguu yako. Nitaendelea tu siku nyingine, si lazima tumalize leo. Weka imani yako kwa Kristo Weka imani yako kwa Kristo. Mimi nina uhakika Bwana atatupigania. Mimi nina uhakika Bwana atatutendea. Mimi nina uhakika Bwana atakukumbuka. Hata asubuhi ya leo niko na imani, yeyote ambaye anasema Bwana nikumbuke, Bwana atamkumbuka. Yeyote ambaye anasema Bwana nisaidie, Bwana atamsaidia kitu kikubwa. Weka imani yako kwa Bwana Yesu. Weka imani yako kwa Kristo, weka imani yako kwa Bwana aliye juu. Bwana atakusaidia, Bwana atakukumbuka, Bwana atakutetea, Bwana atakuponya, Bwana atakusaidia leo. shakata laboseketele sharakatereborakata. Bwana yuko hapa kusaidia. Bwana kushike mkono. Weka imani yako kwa bwana Yesu, weka imani yako kwa Kristo, kwa sababu ya muda uko pale. Unasema imani yangu iko kwa Kristo, wacha bwana nikumbuke leo. Nakupa nafasi hii. Unataka bwana kukumbuke leo? Kuna jambo ambalo unamwamini bwana kwa ajili hiyo, nakupa nafasi. Unamwamini bwana kwa ajili ya jambo fulani, songa hapa tuweze kuomba pamoja na wewe. We bless your name Jesus. We glorify your name.

Nani kati yetu ambaye mguu unamuuma hapa nyuma kwa kisigino hapa, mguu wa kulia unakuuma sana hapa kwa kisigino? Nani kuja huko, wewe kuja huko, weka imani yako kwa Bwana Yesu. Songa msogee tu huyo, songa, songa ukuje shakatarabosket inua mikono yako juu. shakatarabo yakata Wewe pepo ambayo umeleta uvamizi kwa mwili wake. We, wewe ambao umeleta uvamizi, toka kwa jina la Yesu Kristo, na kuagiza Bwana. hawezi fungua neno kama hajaona nhana, hana uponyaji, toka, achia mwili wake, achia mwili wake wewe ni nguvu za giza umetumwa kutesa mwili wake, naonekana ni mguu lakini sio mguu. Kuna pale ambapo mnategea munatege, kuharibu. Nawaagiza toka, toka kwa jina la Yesu Kristo, wana kuponya kuweke huko. Toka nguvu za giza, hiyo ni sehemu ambayo umeingilia lakini kuna sehemu naenda nawaagiza, toka, achia mwili wake achia kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Bwana kuweke huru sasa. Bwana kuponye kwa jina la Yesu Kristo. Wapendwa wote inua mikono yenu juu. Kuna lile ambalo unamwamini Bwana kwani, nataka tu muone Bwana yeye peke yake ndio msaada wako. Moyo wako utazame chiza ambavyo umejaribu, umetumia njia zote kujisaidia, lakini imeshindikana. Leo unajiachia tu kwa Bwana Yesu, yeye ndio mwenye uwezo na yeye ndio mwenye nguvu. Yeye tundu ya, ya kukumbuke, asipokusaidia hakuna mwanadamu atakusaidia.